Karibu sana zifahamu ajali tano za ndege mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Simanzi nzito imetanda huko India kufuatia ajali mbaya ya ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London na kubeba watu 242 ikaanguka Juni 12 siku ya Alhamisi, muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad, magharibi mwa India. Maafa haya yamesababisha vifo vya zaidi ya watu mia mbili na taarifa za awali zinabainisha kuwa miili mia mbili na nne imepatikana mpaka wakati taarifa zikitoka Juni 13, 2025. Kiasi cha waliokuwa ndani ya ndege na waliokuwa chini wakati wanguko, wa anguko ulipotokea bado wakijafahamika, huku uchunguzi ukiendelea kubainika. Sasa ajali hii ya kushtua inaongeza listi kwenye orodha ndefu ya matukio mabaya katika historia ya usafiri wa anga iki, ikikumbusha ulimwengu juu ya athari zilizopo licha ya maendeleo makubwa katika sekta hiyo. Ukiacha ajali hiyo, hizi ni ajali tano za kutisha zilizotikisa anga duniani. Orodha hii bwana, ni kwa mujibu wa mitandao mbalimbali ikiwemo Carto Skills na PTC News. Ajali ya kwanza ni Pan AM Flight 1736, na KLM Flight 4805 dash ambayo ilihusisha vifo 583. Janga hili bwana linakumbukwa kama ajali mbaya zaidi katika historia ya usafiri wa anga. Ilitokea Tenerife, visiwa vya Canar, mnamo Machi 27 mwaka 1977. Ndege mbili za Boeing 747 saba ziligongana kwenye barabara ya kuruka ndege katika uwanja wa ndege wa Rose Rurios. Sasa uwanja wa ndege wa North kwenye kisiwa cha Hispania cha Tenerife, visiwo vya Kanari. Tukio hili likasababisha vifo vya watu 5 kutokana na mwingiliano tata wa sababu mbalimbali, ikiwemo ushawishi wa shirika, hali ya mazingira na vitendo visivyo salama ambavyo vimepelekea ajali hiyo. Maafa ya Tenerif yamekuwa mfano wa kitabu cha kiada kwa ajili ya kukagua michakato na mifumo inayotumika katika uchunguzi wa ajali za anga na kuzuia ajali. Ya pili ni Japan Airlines flight 123 hii ilihusisha vifo 520. Ndege ya Japan Airlines flight 123 ilikuwa safarini kutoka uwanja wa ndege wa Haneda, Tokyo kwenda uwanja wa ndege wa kimataifa wa Osaka, Japan mnamo Jumatatu Agosti 12 mwaka 1985 ndege ya Boeing 747 esara iliyokuwa ikifanya safari hii ililipuka ghafla dakika 12 baada ya kuruka. Dakika 32 baadaye ndege hiyo ilianguka kwenye milima miwili ya mlima Takamagahara huko Ueno, wilaya ya Gunma, kilomita 100 maili 62 kutoka Tokyo, karibu na mlima Osutaka. Nyingine ya tatu ni hii hapa. hii ni Saudi Arabian Flight 763 na Kazakhstan Airlines Flight 1907 dash. Hii ikahusisha vifo 349. Hii ndiyo ajali mbaya zaidi ya ndege mbili kugongana hewani, ilitokea katika anga ya kijiji cha Chaki Dadri magharibi mwa New Delhi, India, tarehe 12 Novemba mwaka 1996. Ndege zilizohusika zilikuwa Saudi Arabian Airlines na Kazakhstan Airlines Flight 1907 dash. Hii ilihusisha vifo 949. Hii ndiyo ajali mbaya zaidi ya ndege mbili kugongana hewani ilitokea katika anga ya kijiji cha Charkhi Dadri magharibi mwa Delhi, New Delhi, India 12 Novemba mwaka 1996. Ndege zilizohusika zilikuwa za Saudi Arabian Airlines Boeing 747 dash 100 baba iliyokuwa ikitoka Delhi kwenda Dhahran Saudi Arabia, na Kazakhstan Airlines Yushin 2-76 iliyokuwa ikitoka Chimkenti, Kazakhstan kwenda Delhi. Ajali hiyo iliua watu 349 waliokuwa ndani ya ndege zote mbili na kulifanya kuwa ajali mbaya zaidi ya kugongana hewani duniani, ajali mbaya zaidi ya anga kutokea nchini India na ajali tatu mbaya zaidi ya ndege katika historia ya usafiri wa anga. Nyingine ni Turkish Airlines flight 981. Hii ilihusisha vifo mia 346. Turkish Airlines flight 981 ilikuwa inafanya safari ya mara kwa mara kutoka uwanja wa ndege wa Istanbul Yesilkoy kwenda uwanja wa ndege wa London Heathrow na kituo cha kati kilikuwa ni Paris Orly Airport namba Machi 3 mwaka 1974, ndege aina McDonnell Douglas DC-10 iliyokuwa ikifanya safari hiyo ilianguka katika msitu wa Elmononville nje ya Paris na kuua watu 346 waliokuwemo ndani. Wakati huo ilikuwa ajali mbaya zaidi ya ndege katika historia ya usafiri wa anga, na na ya usafiri wa anga, na bado inabaki kuwa ajali ya nne mbaya zaidi ya ndege katika historia ya usafiri wa anga, ya pili mbaya zaidi bila manusura, na ajali mbaya zaidi ya ndege mo, uh, ndege moja bila manusura na ajali ya pili mbaya zaidi ya anga barani Ulaya. Ya mwisho ni Air India Flight 182 dash ilihusisha vifo 329. Air India Flight 182 ilikuwa ikifanya kazi kwenye njia ya Vancouver, Toronto, Montreal, London, Delhi na, na mnamo Juni 23 mwaka 1985 ndege ya Boeing 747 dash 237B iliyokuwa ikifanya safari hiyo ilishambuliwa kwa bomu ikiwa kwenye urefu wa futi elfu thelathini na moja ni kama mita elfu tisa na mia nne ilianguka, ilianguka katika bandari ya Atlantic ikiwa katika anga ya Ireland. Bwana, hii ilikuwa ndege ya kwanza kubwa ya 747 kulipuliwa. Jumla ya watu 329 waliuawa ikiwemo raia 268 wa Canada, 27 wa Uingereza na 24 wa India. Tukio hilo Ilikuwa ni mauaji makubwa zaidi katika historia ya Kanada. Ilikuwa shambulio baya zaidi la like kigaidi lililohusisha ndege hadi pale mashambulizi ya Septemba 11, 2001 yalipotokea. Pia unatajwa kama mlipuko mbaya zaidi wa ndege. Tukio la kulipuliwa kwa Air India 182 kulitokea sambamba na ulipuaji wa uwanja wa ndege wa Narita eh, na Narita. Wachunguzi wanaamini kulikuwa na uhusiano katika mipango ya matukio hayo mawili. Unaweza kutuambia ni tukio gani limekugusa zaidi katika haya ambayo yametokea hivi karibuni ama hayo mengine ya miaka ya tisini huko? Yani zilipendwa hizo. ndio ajali tano za ndege mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani.